wala si kwa nguvu bali ni katika neema yako ile ile ambayo Bwana umeachilia juu yetu, na kwa ajili ya asubuhi yetu ya leo, Mfalme, asante kwa ajili ya mkono wako ambao umeendelea kutusimamisha. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu uliye hai. Mungu, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo, wewe ambao umetupa neema tena hii, watoto wako wa kiume na wa kike. Umetukusanya tena katika malango haya ili Mungu uachilie kila ambacho umeachilia kwa ajili yetu, nasi tuna shauku ya kukutana na wewe Bwana, wewe uliye Mungu wetu tena uliye mtakatifu, na umesema nitafuteni maana ni unapatikana, nikaribieni nawe na utatukaribia. Nasi tumekaribia tena asubuhi ya leo, ili tuanze pamoja na wewe katika ibada ya siku ya leo. Karibu Roho Mtakatifu, ukaseme nasi kwa lugha ambayo tutakaoelewa, katika jina la Yesu Kristo li hai, bariki kila mmoja ambaye Bwana ameacha kitanda chake ameacha kulala, e Bwana ameacha majukumu ambayo angefanya alfajiri ya leo lakini akaona anze pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo, Amen. Niombe mtu wa Mungu, keti. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu naloendelea ni lile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya tatu. Mwanzo sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu, tutaruka nitasoma wa tisa mpaka wa kumi. Bibilia inasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu, akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya, ya bustanini twaweza kula, lakini matunda mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Mstari wa tisa Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Tukumbuke ya kwamba tuko kwenye kipindi cha Kwarezima na ni kipindi kizuri ambacho kinatupa nafasi ya kwenda mbele za Mungu kwa toba. Tunajua kuna watu wengi ambao wame wamefunga mfungo mbalimbali, sio mfungo tu wa kula chakula, lakini kuna mifungo mbalimbali ambayo mtu ameza, anaweza kuwa amefunga. Kwao ni kipindi cha urejesho ambacho Mungu anatupa nafasi ya kwenda mbele zake kwa ajili ya kuomba toba na kuomba rehema. Tunakumbuka kwamba dhambi ilipoingia ulimwenguni kuna kitu kibaya ambacho kilichofanyika, na hicho kitu kibaya ambacho kilichofanyika kwa neema ya Mungu ile ile ambayo dhambi ilipoingia, Biblia inasema na neema ya Mungu pia Mungu aliamua kuiingiza duniani kwa hiyo kwa njia ya Yesu Kristo, Biblia inasema kwa njia mtu mmoja mauti iliingia ulimwenguni, kwa njia hiyo na kwa sababu hiyo pia neema ya Mungu iliingia kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye ameitwa ni Adamu wa pili. Kwa katika kujaribiwa kwetu, kiwango chetu cha maisha ambacho tulicho nacho au ambacho Mungu amekusudia tangu mwanzo kilikuwa ni kikubwa lakini tangu dhambi ingie ulimwenguni ikavuruga kiwango cha maisha, kwa sababu mwanadamu alipotenda dhambi ule mvurugiko wa maisha ukaanzia pale. Mvurugiko wa maisha ukaanzia pale, ndio maana tunapigana au tunapambana sana kufikia kwenye kiwango cha maisha ambacho Mungu ametupangia. Wewe unajaribu kwa jitihada, lakini pasipo neema ya Mungu kutusaidia, hatuwezi kufika bali mkono wa Mungu ndio ambao unaweza kutuwezesha ili tufike kwenye kile kiwango cha maisha tutakapokuwa tume ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yetu. Kwa mwanadamu ame, aliumbia, aliumbiwa kitu kikubwa ambacho hicho adui alifanikiwa kukiondoa, na baada ya hapo hali ya mwanadamu ikawa mbaya zaidi. Ubaya wake umetokana na kwa sababu ya kuto kutenda mapenzi ya Mungu au ya kutokutii maagizo ya Mungu. Na kwa sababu hiyo, ule uwepo wa Mungu ambao Mungu alikuwa amekusudia tutembee nao wakati wote uliondoka. Na ukisoma